Ienda kama mita mia tatu kushuka kaskazini huku unakutana na kimya tu. Unaenda maeneo mengine kama nusu kilomita kwenda magharibi, unakutana na kimya, unaenda hivi nusu kilomita ah, yani ilikuwa ni shida mm. Nyumba zetu nyingi wakati ule zilikuwa nyumba za tembe kama unazifahamu mm. Tulikuwa tunapanda hata kwenye matembe kutafuta mtandao wakati mwingine tunatafuta visugu mtandao. Kwa kweli hapa ni unasumbua sana, unasumbua sana. Mda mwingine unaenda mlimani, yani mle kule chini kuna mawe mawe, unaenda kutafuta mtandao, mtandao haupatikani. Tulikuwa tunahitaji sana wa mtandao, kwa mfano katika mawasiliano, katika biashara, tulikuwa tuko chini sana, licha ya kuwa na mitandao yoyote kwa changamoto kubwa ya mawasiliano hafifu katika mawasiliano ya simu pamoja na internet katika kata 12 kati ya kuna changamoto katika kata 12 kati ya zile 28 Bakilawa, Minyuge, Iklansoni, Iyumbu, Ihombwe, Kikio, Mwaru, Ungira, Mkiwa, Isuna, Mangonyi na Misuga kuna mawasiliano hafifu sana ya internet. Ah, kijiji cha Matale A kilichopo wilaya ya Ikungi mkoani Singida ni moja kati ya sehemu ambayo ujenzi wa mnara unafanyika. Mnara unaojengwa Matale A, kata ya Unyahati, itakuwa na urefu wa mita 60 ambao utatoa huduma ya 3G na 4G. Kwa sasa ujenzi wa mnara huu umefikia asilimia sitini na saba ambapo kufikia tarehe 31 Aprili ujenzi utakuwa umekamilika na wananchi wa kijiji cha Matale na vitongoji vyake wataweza kupata huduma.